Na watoto wangu hey. Nilisaidiwa nyuma na shemeji yangu huyo mm. Shemeji yangu ndo amefanya mipango yote hiyo ya mtoto wangu, mpaka kwenda kubakwa. Nilikuwa katika kituo cha kata, nikiwa kama askari jamii, wakanisaidia bila palepale, wakanitoa kwa hujuma hizo hizo, kama mnampaje hiyo kazi ya askari jamii, wakati huyu dada ana halipi kodi kwangu, naomba mumuue, ila ni Mungu alinisaidia, nikani kinywa maji, wananiwekea sumu kwenye maji, ni Mungu alinisaidia waziri ndioakata ka, ya Nyasaka mwenyekiti ndio koloneli, viongozi wote wa serikali, jambo la mwananchi likishafika kwenye mikono ya serikali ni lazima viongozi tulifuatilie. Mwenyekiti, kama mama asingekutetea hapa, unao ungekuwa tiani, ningeelekeza wote mkamatwe na wahalifu, na, na ninyi ambao hamkuchukua hatua Haya, hatuwezi tukaacha yakaendelea ya mambo ya ovyovyo ya aina. Tunataka mwananchi akishafikisha jambo kwenye mikono ya serikali, kama hamjapata majawabu ninyi ndio mpeleke ngazi ya juu. Mnataka huyu mama aende kumtafuta wapi RPC? Huyu mama mnataka aende kumtafuta wapi mkuu wa mkoa? Ninyi kila siku mnakutana na mkuu wa mkoa, mnaenda kukutana na mkuu wa mkoa kwa mambo yenu binafsi badala ya kukutana kwa ajili ya mambo ya wananchi mnajadiliana mambo yenu binafsi badala ya kujadiliana mambo ya wananchi. RPC, watafutwe, watafutwe hawa wenye tuma na wasitoke mpaka ukweli ujulikane. na wale wake mtu wa leo mama. Sasa mkuu wa mkoa, simamia usalama wa huyu mama. Haya ndiyo mambo tunayokataa. Mwananchi anafikisha hoja mikono ya serikali, anapigwa danadana dana, anaangaika mpaka anaishiwa nauli, anaamua kukaa kimya. Siku viongozi wakifika anaamua bebe bango na bango ile wananyang'anywa kabla kiongozi hajafika, na hapa mlishataka. Asiniona siku nyingine eneo lingine popote pale ambaye hachukui hatua na aliyefanya uhalifu wote, wamefanya uhalifu. RPC, chukua hatua kwa hawa ambao wanatumiwa, na nipate taarifa wakiwa wamesh, waki wamesha, waki wameshapatikana na tena wasicheze kabisa, wakijua huyu mama hana uwezo wa kufuatilia hili jambo. Nataka nione mwisho wake, mpaka nipate nione mwisho wake, nione mwisho wake umefikia wapi. Wakamatwe mpaka uhakika ukweli ujulikane kwenye jambo hili. Haya mambo ya kufunika funika, watu wanaumia, wanaugulia mioyo yao, wanaumizwa wanakosa pa kukimbilia. Hii iwe mwisho. Huyo akamatwe uchunguzi ufanyike, afunguliwe kesi ya ubakaji.